Macho na masikio ya wakulima hapa nchini kesho yataelekezwa kule Dodoma. Hii ni pamoja na wale wote ambao wananufaika kupitia mnyororo mzima wa kilimo nchini. Bajeti ya Wizara ya Kilimo chini ya waziri wake Hussein Bashe itawekwa mezani kesho, na kwa siku mbili wabunge watakuwa na kibarua cha kujadili ili kuona ni kwa namna gani bajeti hii inaendelea kuleta tija kwa Watanzania hasa wale ambao wanategemea kilimo katika miaka ya kuanzia mwaka 2020 2021 mwaka wa fedha mpaka mwaka wa fedha wa 2024 2025, serikali imeongeza bajeti kutoka bilioni 229, na sasa tunazungumzia bajeti ya wizara ya kilimo ikiwa imefikia trilioni 1.2. Je, hii ndiyo ishara ya kwamba dhamira ya dhati ya serikali kuweza kufikia malengo ya kuonesha kwamba kilimo kinaendelea kuchangia pato la taifa kufikisha asilimia kumi, miongoni mwa vitu ambavyo vinatarajiwa na wengi hiyo kesho, kuona kama taswira hii ndio mwelekeo mpya. Naitwa Nordin Selemani nikikualika kwenye uchanganuzi hii leo, wakati ambako saa zikiendelea kuhesabika kabla waziri Hussein Bashe kuwasilisha bajeti yake bungeni. Studio tumemwalika Mkurugenzi mtendaji wa ANSAF, huyu ni Ikunda Teri, karibu sana. Asante sana Lungu. kwema, kwema kabisa. Mambo ah, mambo mazuri. Anasemaje? mm. tunaona kwamba bajeti yenyewe kwanza imekuwa ikichupa kutoka mwaka wa fedha wa 2020 2021 mpaka 2024 2025 tunaweza tukasema kuna ongezeko la kama mara tano mpaka mara sita hivi kutoka bilioni 229, mm. mpaka trilioni 1.2 hii inatupa ujumbe gani? Uh, kusema ukweli, hii inaonyesha kwamba serikali iliyopo madarakani, serikali ya awamu ya sita, ina nia ya dhati ya kuongeza na kuleta mabadiliko kwenye sekta ya kilimo mm. E, kwa sababu unapoongeza bajeti maana yake unaongeza zaidi fursa kwa wakulima. Ina maana bajeti ile itakwenda kuongeza miundombinu ya umwagiliaji, itakwenda kuongeza pembejeo kwa wakulima, itakwenda kuongeza huduma za ugani kwa wakulima itaongeza e, fursa mbalimbali za kuwasaidia wakulima kuweza kutoka pale walipo na kwenda katika ngazi ya juu zaidi. Kwa hiyo ongezeko la bajeti ni ishara ya kuonyesha kwamba serikali iliyoko madarakani ina nia ya dhati ya kuleta maendeleo kwenye sekta hiyo mm. Katika kipindi hiki tuliona pia serikali iliongeza sana uh, huduma zake kwenye eneo la ugani, wakati huo mpaka maafisa uh, kilimo akapewa vishikwambi na nini kupima udongo na mambo kama hayo mwelekeo huu unaweza ukatupa tija ya kiwango gani hasa katika kilimo hiki cha kisasa ambacho eh, watu wengi wanasema kilimo biashara? Naam, aa, niseme kwamba eh, huduma za ugani ni kitu muhimu sana katika kuendeleza sekta ya kilimo, hasa katika nchi zinazoendelea kama nchi yetu ya Tanzania, ambapo asilimia kubwa ya wakulima ni wakulima wadogo, na wengi wanalima tu kwa mazoea, kwa sababu mkuta baba na mama yakilima wameanza kulima na kuendelea kwa hali hiyo kwa hiyo jitihada za wakulima zipo, lakini kinachowakwamisha ni uweledi na ujuzi wa namna ya kuweza kulima kwa jinsi inavyostahili. E, kilimo kikilimwa kwa kufuata kanuni bora za kilimo kinaleta tija kubwa sana kwa yule anayejihusisha na shughuli hiyo. Lakini kama mkulima atalima e, bila kupata elimu ya kilimo na kama atalima bila kufuata kanuni bora za kilimo bila kupata pembejeo sahihi, mwisho wa siku atajikuta anafanya shughuli ile miaka na miaka, lakini hawezi kuondoka kwenye umaskini kwa sababu mapato anayoyapata kwenye shughuli yake ya kilimo haitoshelezi kurudisha hata zile gharama alizozitumia kwenye kilimo hmm. Kwa hiyo huduma za ugani ni muhimu sana na sasa hivi serikali e, imeonyesha nia ya kutaka kuanzisha hata wakala Ma, wakala kabisa wa kushughulikia mambo ya ugani kitaifa. Mm. E, lakini vilevile tumeona wameanzisha mifumo hata ya kielektronik ya kidigitali ya kutoa huduma za ugani kwa wakulima kwa mfano M kilimo na kadhalika. Mm. Kwa hiyo hizi zote ni ishara zinazoonyesha kwamba serikali iliyoko madarakani ina nia ya dhati ya kuleta mabadiliko kwenye sekta ya kilimo na hasa kuwanufaisha wakulima wadogo ambao ndio asilimia kubwa ya wakulima waliopo hapa nchini wanaochangia katika pato la taifa kwa asilimia 26.5. 6 Mm. Umegusia hapo eneo la kilimo cha mazoea. Watu wengi mm -hmm. wanafanya kilimo mm -hmm. kwa sababu wamerithi kwamba baba, babu, familia ilikuwa inalima na yanaendelea kulima, lakini elimu si ya kutosheleza sana. Nyinyi ni miongoni mwa watu ambao jukwaa la wadau wa kilimo ambao wasiokuwa na wasiokuwa kiserikali, ni eneo ambalo mmekuwa mkifanya fanya utafiti huko mm -hmm. Nini ambacho tunakosa hasa ili kuweza kumbadilisha huyu mkulima ambaye, kwa sababu tayari ana moyo wa kufanya hivyo, umeona, lakini anakosa elimu sahihi ya kuweza kumwonesha kwamba kilimo chako kikifanya hivi kitakuwa na tija zaidi? Ni kweli, kwanza niseme tu kwamba ukiachilia mbali serikali kuweka jitihada kubwa katika kuendeleza sekta ya kilimo na hasa wakulima wadogo, sisi pia kama wadau wasio wa kiserikali tumekuwa na mchango mkubwa Eh, umeona taasisi nyingi za zisizo za serikali za, za kiraia zimekuwa zikifanya mafunzo kwa wakulima, zimeajiri mabwana mabwana shamba, lakini pia hata makampuni yanayojihusisha na kuuza pembejeo yamekuwa na mabwana shamba wanaoajiri kwa ajili ya kuweza kuwafundisha wakulima kutoka katika kilimo cha mazoea kwenda kwenye kilimo cha kibiashara, lakini pia eh, huduma za masoko, mm. Wale wanunuzi wanaoenda kununua mazao kwa wakulima wamekuwa pia ni chachu kubwa ya kuwasaidia wakulima kuweza kubadilika na kuacha kilimo cha mazoea kwenda kwenye kilimo cha biashara, kwa sababu mahitaji ya soko yanawalazimisha pia na wao waweze kulima e, kufuata taratibu za, za kisasa e, kwa mfano matumizi ya mbegu bora e, huko nyuma tulikuwa tunatumia mbegu ambazo kwenye eka moja unapata mavuno machache sana, lakini sasa hivi e, kupitia taasisi za utafiti wa kilimo tumeona kumekuwa na ongezeko kubwa sana sasa hivi la mbegu za mbegu bora. Mm. ambazo zinasaidia kuongeza tija kwenye uzalishaji e, kwa hiyo kwenye shamba lile lile ambalo alikuwa analima babu anayelima sasa hivi anapata mavuno mengi kuliko alikuwa alima mara ya kwanza. Matumizi ya, ya, ya, ya, ya mbolea pia yameongezeka hapa nchini japokuwa e, gharama bado ipo kubwa mm. ya kuweza mm. kupata hizo e, pembejeo kama mbolea na mbegu, lakini angalau kumekuwepo na mwitikio fulani e, kutokana na jitihada ambazo zimefanywa na bwana shamba wa serikali lakini pia na bwana shamba wanatoka kwenye sekta binafsi mm. Yeah. eneo la pembejeo uh, juzi hapa tumemsikia waziri uh, Bashe akiwa pale bungeni mm. akawa analalamika kumekuwa kuna uh, ongezeko la pembejeo feki mm. athari zake ni nini hasa kwa wakulima, ambao kama hivyo tunasema, wengine hawana elimu toshelezi ya mambo yenyewe ya kilimo, na kwenda zake tu, anaambia bwana, nipatie labda mbegu za mm. mahindi ama mbegu hizi lakini akitumaini ya kwamba ni sahihi, lakini akifika shambani mm, anakutana na kitu tofauti kabisa. Mimi nafikiri kosa la watu kujihusisha na kusambaza pembejeo ambazo ni feki ni kosa kubwa sana, ambalo naweza nikasema Mheshimiwa Waziri juzi amezungumza, kama ni kosi, kosa la kuhujumu uchumi. Mm. E, kwa sababu yule mkulima anaamini kwamba hicho alichokilipia tena kwa gharama kubwa Eh, na sio tu kulipia ile pembejeo, kumbuka amelima shamba, ameshaliandaa ile shamba kwa gharama. Mm. ameweka vibarua kwa gharama waweze kumsaidia kuzalisha, lakini anachokizalisha pale ni mbegu feki au ni mbolea feki. Mwisho wa siku mavuno anayoyapata yanakuwa hayaendani na ya ya uhalisia haya aliyowekeza. Kwa hiyo mi nafikiri serikali izidishe udhibiti katika eneo hilo la pembejeo, kuhakikisha kwamba pembejeo zinazokwenda kwa zinazo wakulima zinakuwa ni pembejeo sahihi eh? Iwe ni mbolea ama iwe ni eh, mbegu. Zipelekwe mbegu na mbolea sahihi kwa wakulima, ili mkulima asije akajikuta anaingia hasara kubwa kwa kutumia eh, mtaji wake mdogo aliokuwa wa nao kuz, kupata kitu ambacho kitakuja kumwingiza kwenye hasara kubwa. hmm. kupitia tafiti ambazo mmekuwa mkifanya safu mnaona wapi hatujafanya vyema sana, licha ya kwamba kumekuwa kuna ongezeko la bajeti katika kipindi hiki cha takriban kama miaka minne mpaka mitano? Nashukuru sana e, mimi kwanza nipongeze ni serikali ya awamu ya sita, kwa sababu tangu ameingia madarakani, sekta ya kilimo wamekuwa wakiipa nguvu kubwa tofauti na e, hapo nyuma, kabla serikali hii ajaingia madarakani e, kama ulivyosema awali kwamba bajeti inayoelekezwa kwenye kilimo ukiachilia mbali ya Wizara ya Kilimo tu, chukua Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na zile fedha ambazo zinatengwa na halmashauri kuelekea kwenye kilimo kwa ujumla wake zilikuwa ni bilioni 460, takriban e, mwaka 2020 2021, lakini sasa hivi kwa ujumla wake zimefika trilioni 1.94, yani inakaribia trilioni mbili. E, na hicho tunachokizungumza hapo ni budget inayotengwa kupitia Bunge. Hata e, kesho watatenga bajeti watasema bajeti hii ilekezwe kwenye kilimo. Sasa bahati mbaya sana bajeti inayotengwa sio yote inayopelekwa katika utekelezaji hiyo. Mm, limekuwa ni changamoto miaka nenda rudi, kila mwaka tunaona hii changamoto ikijitokeza e, haijawai kufika asilimia zaidi ya sitini, okay, ikapelekwa katika utekelezaji. Kila wakati tunasikia trilioni moja nukta tisa, trilioni moja nukta mbili, kinachopelekwa ni bilioni kadhaa. Sasa nafikiri kuna haja ya kuongeza e, usimamizi katika eneo hilo. Ile bajeti inayotengwa kwa ajili ya kuendeleza sekta ya kilimo, basi angalau ipelekwe, lakini sio tu kupelekwa, ipelekwe pia kwa wakati. Tumeona changamoto kubwa mara nyingine bajeti inakuja kutolewa hapa mwishoni, wakati karibu mwaka wa fedha unaisha, ama inapelekwa kwa wakulima au katika utekelezaji wa miradi katika muda ambao sio sahihi. Kwa hiyo swala la timely mm, yani kwamba ipelekwe kwa wakati lakini kiwango, kilicho, kilicho kubalika, mm. Eh, lakini pia ipelekwe kwa kiwango kilichokubalika kupelekwa. Lakini pia tumeona hata katika halmashauri, unajua halmashauri nyingi zinakusanya mapato yake kutoka kwenye sekta ya kilimo. Okay. Eh, na zimekuwa zikusanya mapato yake, zinatumia mapato hayo pia kuendesha shughuli mbalimbali za halmashauri. Lakini tuliomba na tukakubaliwa kwamba angalau asilimia ishirini ya mapato yanayokusanywa kutoka kwenye sekta ya kilimo basi yarudishwe tena kuendeleza sekta ile ya kilimo, eh, asilimia kumi na tano iende kwenye mifugo. Asilimia tano iende kwenye uvuvi. Hmm. Kulingana na zile fedha zinazokusanywa kutokana na shughuli zile za kilimo. Sasa unakuta mara nyingi sana utekelezaji wake umekuwa na changamoto. Mm. E, yaani fedha zinazokusanywa kutoka kilimo zinapelekwa kwa matumizi mengine ambayo sio ya kuendeleza kilimo. Okay. Sasa hiyo ni changamoto kwa sababu nikawa namkamua ng'ombe alafu haumlishi. E, unataka upate maziwa lakini hau, haumpi hau chakula bora. Sasa ni lazima serikali e, kutokana na mapato anayokusanya na mwaka huu na niseme katika kipindi hichi serikali imejitahidi kukusanya mapato vizuri mm. Sasa hivi bajeti yetu asilimia sabini inategemea mapato ya ndani, sio mm, sio misaada kutoka nje. Hiyo ni mafanikio makubwa. Sasa hizi fedha asilimia 26.5 katika taifa inaletwa na sekta ya kilimo katika pato la taifa mm. Sasa je, ni kiwango gani tunakirudisha tena kwenye sekta ya kilimo? Mpaka sasa hivi tuko chini mno mm. Tunasikia ni trilioni moja, nukta tisa, nne. Lakini je, hii trilioni moja nukta tisa nne ni sawa sawa na asilimia ngapi ya bajeti yetu yote ya serikali? Ni asilimia tatu pointi tisa haijafika hata asilimia tano. Lakini nchi zetu za Afrika zilishakaa kule Marabu na zikakubaliana kwamba angalau tutenge asilimia kumi ya bajeti yetu iende kwenye kuendeleza kilimo eh, lakini haijatokea, tukafika asilimia tano, bado tunachezea chini ya asilimia tano. Kwa nini tunakwama hapo? Kwa sababu tayari malengo yalishawekwa. Viongozi wa Kiafrika walikaa pamoja na wakasemezana kabisa kwamba ukiweka e, bajeti ya asilimia kumi mm. e, ya bajeti yote ukaweka kwenye kilimo maana yake mm. ile outcome yote yake e, kwenye uchumi inakuwa ni kubwa sana mm. tumekwamia wapi? Sawa, nafikiri ni vipaumbele, ni vipaumbele e, kama kweli serikali inakuwa na nia ya dhati ya kuleta mabadiliko kwenye sekta ya kilimo lazima ihakikishe kwamba inawekeza zaidi kwenye sekta hiyo, uh-huh. na kwa mfano Malabo e, ule mkataba wa Malabo ambao ulisainiwa na viongozi wakuu wa nchi kutoka Afrika unasema kwamba angalau ikifika mwaka elfu mbili na ishirini na mm. <laughs> tano ukuaji wa sekta ya kilimo huo umefikia asilimia sita. Sisi hapa Tanzania tuko asilimia 4.2 hatujafika asilimia sita na ukiangalia ni mwaka 2025 tayari. tayari mm. E, lakini serikali yetu pia imejiwekea malengo kwamba ikifika mwaka 2030 ukuaji wa sekta ya kilimo ufikie mm. asilimia kumi. Wanasema ajenda ajenda kumi thelathini, yani maana yake kumi thelathini kumi thelathini, ikiwa na maana ikifika mwaka 2030 tumefika asilimia kumi ya ukuaji wa sekta ya kilimo. Sasa hivi ni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, tuko asilimia 4.2, kwa hiyo bado ukuaji huko chini mm. hatujafikia kwa sababu gani Uwekezaji pia tunaowekeza kwenye sekta kilimo, mm -hmm. ya kilimo hautoshelezi, japokuwa tunapongeza kwamba tulipokuwa sipo tulipo sasa mm -hmm. tulikuwa kwenye bilioni mia nne na sitini, sasa hivi tuko kwenye trilioni moja pointi tisa nne ukijumlisha sekta zote za kilimo, mifugo pamoja na fedha zinazotengwa kwenye halmashauri mm -hmm. eh, lakini eneo lingine pia ni, ni eneo la kuwashirikisha vijana na wanawake katika E, katika sekta hii ya kilimo mm, e, tumeona bado kuna changamoto katika ushiriki wa vijana, na nchi yetu ina vijana wengi kuliko watu wengine wowote wale. Sasa tukiwaacha vijana, maanake hatuna wakulima e. Kwa hiyo nafikiri e, ni vizuri pia kuongeza, kuongeza jitihada mm, za kuhamasisha vijana wengi zaidi kushiriki kwenye Kwenye okay, kabla tujaingia hapo kwenye eneo la vijana ambao tuliona kwamba serikali ilikuja na ule mradi wake wa BBT na uh, kidogo ikaanza kuleta mwelekeo na nini hapa katika uh, sehemu ya budget. Mm. Uh, umegusa hapa na uh, kamsistizo sana kwamba mm. uh, malengo ya Agenda kumi thelathini ni kufikia hiyo asilimia kumi ichangie pato la, la, la, la, la nchi na pato hilo lazima uwekeze kwanza mm. Ndo hatimaye uweze kufikia hiyo uh, uh, kilimo kiweze kuchangia kwa asilimia kumi kwenye pato la taifa. Kwa mwenendo ambao sasa tumeanza kuona mm. uh, mwenyewe umesema mwanzoni, hali ilikuwa ni mm. mm. ya kusuasua, lakini sasa hivi tunaona hiyo mpaka tumefikia hapo kwenye 1.94 ya bajeti, tunahitaji kasi ya kiwango gani ndani ya miaka hii mitano ili kuweza kutimiza hayo malengo? Yeah. Uh, na mba, e, ya naweza nikasema kwamba japokuwa tupo nyuma mm. haimaanishi kwamba hatuwezi kufikia kwenye hiyo asilimia kumi. E, nadhani tu ni kuhakikisha kwamba ile mipango tunayojiwekea kama nchi tunaitekeleza. Okay. Tunaitekeleza kwa jinsi tulivyo tulivyojiwekea. E, changamoto kubwa kama nilivyosema mwanzoni, tunasema tumetenga bajeti lakini inayokwenda ni kidogo haiendi kwa wakati. Cha pili, bajeti hiyo inayopelekwa kidogo, tumeona kabisa kuna maeneo mengine wanaibadilisha matumizi tena. Mm -hmm. Inatoka kwenye matumizi ya maendeleo inapelekwa kwenye matumizi ya kawaida, inatoka kwenye matumizi ya kilimo inapelekwa kwenye sekta nyingine. Mm -hmm. Na tumeona kupitia taarifa za mkaguzi wa mahesabu ya serikali CAG, eh, mara nyingi amekuwa akiripoti kwamba halmashauri fulani ilipaswa kufanya mradi fulani, lakini haijaufanya ule mradi zile fedha zilizotengwa zimetubadilishwa matumizi. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni serikali yetu kuongeza zaidi e, e, jitihada kuhakikisha kwamba tunachokipanga kinatekelezwa. Okay. Na tukifanya hivyo mimi naamini ukuaji wa sekta ya kilimo utaongezeka uta, uta sana. Mm. Nchi yetu na nguvu kazi kubwa sana ya vijana hmm. Na mwenyewe uligusia hapa kwamba vijana na wanawake bado ni kama hawaja shiriki vya kutosha, serikali ikaja na mradi ule wa BBT wakuwapa zile eh, Block Farms, na hivyo katika awamu ya kwanza, lakini pia tunaona wakaamua kwenda kwenda kidogo huko chini kwenye baadhi ya halmashauri. Nini ambacho kinaweza kikafanyika kumshawishi kijana wa kileo akaona kwamba kilimo kinalipa na kinaweza kikamtoa badala, sasa hivi kwamba kila mtu anaona kwamba ah, ikilimo alifanya wazee wangu, mimi sioni tija yake. nashukuru sana. Aa, niseme ni kwamba vijana wengi huwa wanapenda mambo ya haraka. Yaani kumwambia kijana bwana, tukiwekeza hapo baada ya miaka mitano tutaona manufaa yake, anaona kama hizo ni hadithi. Mm. Yaani ningetamani ukimwambia kwamba kuna mradi fulani basi usizungumzie mwaka. Okay. E, ikiwezekana uzungumze baada ya miezi kadhaa <laughs> anaweza kukuelewa. Ndio maana ukiangalia vizuri program ya BBT kwenye upande wa mifugo imefanya vizuri pia kwa sababu mifugo inakupa majibu haraka kidogo kuliko kilimo. Mm. Kilimo kinahitaji uwekezaji, kinahitaji uvumilivu kidogo. Kwa hiyo nafikiri kwanza kabisa ni kufanya kilimo kiwe na mvuto kwa vijana. Yani, vijana waone pesa, wasione kilimo, waone zile, zile nambas zinazotokana na zile e, shughuli watakazoenda kuzifanya e, kwa mfano kilimo cha mbogamboga mboga, e, na mazao ya bustani e, kilimo cha mambo ya viungo kimekuwa kina mvuto mkubwa sana kwa vijana, na vijana wengi e, wamekuwa wakijitokeza kuwekeza kwenye eneo hilo. Ukipita kwenye mitomito mito, pembeni utakuta kuna vijana wanalima pembeni bustani zao na pampu maji hmm. Baada ya mwezi mmoja, miezi miwili mitatu, wanavuna wanapata faida. Kwa hiyo hilo eh, ni eneo moja ambalo vijana wengi wamezoea kulipenda na kufanya, lakini pia siku hizi kuna mambo ya teknolojia hmm. Vijana wangetamani kilimo angalau kihusishe sana matumizi ya teknolojia hmm. Eh, hii mambo tena ya jembe la mkono kwenye kilimo ikilishapitwa na wakati na tokana, inafanya wengi wanakiona kilimo kama ni kitu kibaya. E, lakini kilimo kinaweza kalimwa ndani ya chumba mm. Chumbani tu, ukienda kule Israeli, ndani ya nyumba ya mtu kuna shamba lipo kule ndani ndani, okay. na mtu anazalisha mazao ya kutosha tu ndani ya nyumba kama hii nyumbaama, eh, unakuta teknolojia inatumika pale mm. Teknolojia inatumika maji machache, eh, hakuna kuchafuka na matope, unalima bila kujichafua eh, lakini pia hata zana za kisasa zinatumika katika kuendeleza kile kilimo. Kwa hiyo nafikiri tukiongeza zaidi ubunifu na, na, na matumizi ya teknolojia katika kilimo, tukawa na programu maalum ambazo zitawafanya vijana waone watapata, e, kipato kwa haraka, lakini pia watapata bila kuteseka sana mm. E, wanasema siku hizi wanataka wafanye remote farming, yaani unalima ukitumia remote <laughs> badala ya kushika e, vitu kabisa na inawezekana, kwa sababu teknolojia sasa hivi imeongezeka sana duniani na tujifunze kwenye nchi nyingine ambazo zimetumia teknolojia za kisasa, namna gani tunaza tukazileta pia katika nchi zetu, na watu wakaanza kutumia hizo teknolojia katika kuongeza tija kwenye, kwenye kilimo hmm. E, lakini pia niseme kwamba vijana wengi hawapendi usumbufu. Kwa mfano, ukienda halmashauri, unataka kufungua kiwanda chako tu cha kusindika labda juisi au kusindika maziwa kwa mfano hmm. kijana, nataka anzishe kiwanda kuzindika maziwa, ukienda pale halmashauri, hakuna mlango ambao utaingia mmoja upate kila kitu, kila kitu. Mm. Utaambiwa kamone fulani unamwona, sababu ishara kwamba nenda Brela, toka Brela unaomba nenda TBS, si toka TBS nenda Nemki, sio nenda, yaani kuna mamlaka karibu kumi na saba. Unatakiwa uzi, ukutane nazo ili ufungue kiwanda cha kuzindika maziwa mm. Sasa huo mlolongo wote unawakatisha tamaa watu anaweza akaanza akafika katikati akaacha asiendelee. Kwa mimi nilikuwa nafikiri hata halmashauri zetu mm. zingetakiwa zianzishe vitengo maalum vya usaidizi wa biashara hasa wakilenga vijana vijana. Unapokuja pale e, ndani ya chumba kimoja unaweza ukapata huduma mbalimbali okay, e, za kupunguza urasimu unapotaka kuanzisha shughuli fulani ya kilimo au ya, ya okay, biashara mm. Tunatukimbia uh, Ikunda uh, tuambie nini ambacho mnakitarajia kesho kutoka kwa Waziri wa kilimo Hussein Bashe wakati akiwasilisha bajeti yake kwa ajili ya tija ya kilimo cha nchi hii? Yeah, nashukuru sana. Kwanza ni furahi na kusema kwamba e, Waziri Bashe kwa kipindi chake cha uongozi amejitahidi sana sana sana kuhakikisha kwamba kilimo chetu cha Tanzania kinapiga hatua na kinaenda mbele. Hiyo e, ni mpongeze e, kwa sababu amekuwa akionyesha dhamira ya dhati ya kutaka kuona maendeleo kwenye sekta ya kilimo na hata juzi tumemsikia akizungumza kuhusu kulinda haki na mbegu zetu za asili mm. E, angetamani kuona hizi mbegu zetu zinaendelea kuwepo na zinaingia hata kwenye soko la biashara kwa sababu zilishaachwa zilikuwa pembeni mm. Na hilo nimpongeze sana kwa sababu ni eneo ambalo wadau wengi wamekuwa wakipiga kelele na kuomba kwamba lifanyiwe kazi, e, lakini pia niseme kwamba kodi. Kodi kwenye e, sekta ya kilimo kwa asilimia kubwa zimepunguzwa, lakini mi ningeshauri kama inawezekana maswala ya kilimo yasiwekewe kodi kama inawezekana, au kama zinawekwa basi ziwe kwa kiwango cha chini mno, ili kupunguza gharama za uzalishaji. Kwa mimi matarajio yangu nataka nione kwanza e, ni kodi zipi zimeondolewa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye zana za kilimo. Kwa mfano kuna mifuko ya kuhifadhia mazao, ile mifuko inatozwa kodi, mwisho wa siku bei inakuwa ni kubwa, wakulima wengi wanashindwa kui kuinunua kwa kwa hiyo, wengi wanapoteza mazao yao kwa sababu ya kushindwa kuyahifadhi vizuri hmm. E, ni eneo ambalo ningetamani kuona e, kodi yake inaondolewa kwenye zana za umwagiliaji. Kwa mfano kuna zile pampu za mkulima za kukanyaga tu hivi za kusukuma zinatozwa kodi, lakini zile zilitakiwa ziondolewe kodi ili wakulima wengi zaidi waweze kuzipata zile pampu, waweze kufanya kilimo cha uhakika cha umwagiliaji hmm. Kwa hiyo nategemea kuona kwanza kodi iki, ikipunguzwa kwenye vitu mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiongeza mzigo kwenye sekta hii ya kilimo. Eh, hata kodi ile inaitwa corporate tax mmm, eh, ni kodi ya 30% inacha, inachajiwa kwenye makampuni makubwa. Sasa yapo makampuni makubwa yapo ya mm. ya ya mm. eh, kwenye sekta ya kilimo. Mmm, na yenyewe yanapigwa hiyo corporate tax ya 30%. Sasa mwisho wa siku inachotokea ile tax ile kodi inarudi wapi? Chini, chini kwa mkulima. Lakini tulikuwa tunashauri ikiwezekana ipunguzwe ije hata 10% ili angalau basi yule mfanyabiashara kwenye sekta ya kilimo asimuumize sana mkulima kwa sababu kama anatoza kodi nafuu, naye awezi kumlalia. Kwa hiyo nafikiri hilo ni eneo moja hapo ambalo ningetamani sana kuona kodi zikipunguzwa, lakini pia tungetamani kuona bajeti ikiongezeka zaidi mm. E, 1.2 trillion ya mwaka jana tunapongeza, lakini bado iko chini okay. E, kulingana na mahitaji ya nchi yetu mm. kumbuka, zaidi ya asilimia sitini na tano mm. ya Watanzania wapo kwenye sekta ya, ya kilimo, kilimo. Mm. kwahiyo tungetegemea tuone asilimia kubwa ya bajeti ikielekezwa <laughs> kwenye kundi hilo kubwa la watu okay, ambalo pia linachangia asilimia kubwa ya nini, ya Mjepato pato la taifa. Kwa hiyo mm. ningetemea kuona ongezeko la bajeti, lakini pia kushuka, kupu, kushuka kwa, kwa, kwa, kwa kodi. Maneno ya kwake Ikunda Teri, mkurugenzi mtendaji kutoka Jukwaa la wadau wa kilimo wasiokuwa wa kiserikali ANSAF ambayo tumekuwa naye hii leo kwenye Uchanganuzi tukimulika matarajio uh, ya kuelekea bajeti ya Wizara ya Kilimo ambayo tasomwa kesho na Waziri Hussein Bashe pale Dodoma, na siku mbili wabunge watakuwa na kibarua cha kuweza kuchangia ili kupata bajeti iliyo bora. Kumbuka ya kwa kwamba tumekujuza bajeti hii imeongezeka kutoka bilioni 229 katika mwaka wa fedha wa 2021 mpaka kufika uh, trilioni 1.2 katika mwaka wa fedha wa 2425, na, na kesho ndipo wakulima huenda wakapata taarifa njema zaidi. Ni kushukuru sana Ikunda. Asante sana Nurdin. Nami na kwa nukta hiyo ndiyo nafikia tamati ya uchanganuzi. Naitwa Nordin Selemani, nikutakia kutakia utazamaji mwema <coughs> wa vipindi vinavyoendelea na usiku mwema.